Wanaweza kuchukua loan ambayo inaweza kufanya hawa waanzishe mradi mkubwa. Aidha, kauli hiyo imetiliwa mkazo no, na mwakilishi mteule katika bunge la kaunti ya Busia, Rosa Amoit, ambaye ameshauri akina mama kujiunga katika vikundi ili waweze kunufaika kimaendeleo. Mimi ninaomba wamama ambao wamepata hizo pesa tuitumie natuweke kwa miradi ambayo tumekuwa nazo katika vikundi zetu, ili pate kutusaidia kujijenga kikundi kwa kikundi na pia kwa familia zetu. Na ninaomba wale ambao wajajiunga na vikundi, mtoke kwa wingi, ili ya kwamba pia muwe na vikundi na muweze kutembea na wamama wenzetu wa ili tupate kufanikisha kwa familia zetu. It is historic ya kwamba we we have never, never benefited from any leader. And today we are proud of our honorable Okukaunya ya kwamba ameweka watu wote pamoja Andam happy, kwa sababu pesa imegawanywa kwa usawa, haja pakuwa group yoyote amegawa kwa usawa. Kwa hivyo wamama waende watie bidii, tutoke kwa wingi, tufanye miradi, tuinue maendeleo yetu kama wamama na jamii. Naam, tuvuke hadi kaunti ya Kakamega ambapo msaidizi wa Rais Faruku Kibet aliongoza baadhi ya viongozi wa magharibi kumpigia debe mgombea wa kiti cha ubunge wa Malava kwa tiketi ya chama cha UDA David Ndakwa. Wakizungumza na wafuasi wao huko Malava waliwalaumu wapinzani kuwa wanajihusisha na siasa za mgawanyiko na kuwahimiza wakazi wa Malava kujitokeza kwa wingi na kumchagua David Ndakwa mnamo Novemba 27. Ndakwa wali liungwa mkono na wanachama wa chama cha ODM wakati wa mkutano wa wajumbe ambapo aliwaahidi kuwatumikia wakazi wa Malava kwa bidii. Jiji mnasema mnapenda majirani ama mnachukia? Wale wapinzani wanazungumuza kiolela ati ahonya azikuje hapa nikuja ama nizikuje, washindwe wasishindwe. Mimi nataka sauti kutoka Malava, washindi wasishindwe. Tumeamua kwa kauli moja vile baba Raila Amolo Odinga alikuwa ametuelekeza ya kwamba tuwe kwa broad base, na leo wana ODM wameamua ya kwamba mheshimiwa David Ndakwa ndo atakuwa mbunge wetu nam. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba jamaa za familia moja kutoka kijiji cha Nyakongo kaunti ndogo ya Nyamira kaskazini wamelazimika kukimbilia usalama wao baada ya wanakijiji wenye ghadhabu kuvamia boma lao na kuteketeza nyumba zaidi ya nne kabla ya kufyeka mimea yote shambani. Inaarifiwa kuwa familia hiyo ilivamiwa kutokana na mzozo inayodaiwa kusababishwa na mwanaume mmoja aliyetambulika kama Philip Bosire. Mzee Peter Okeri Momanyi mwenye umri wa miaka sitini na sita mkewe Florence Mora, pamoja na familia yao wamekuwa na mzozo na familia ya Philip Bosire kwa muda mrefu. Familia ya mzee Peter Ukeri inaomba serikali kuingilia kati mzozo huo ili wapate suluhisho na kurejea nyumbani kwao. Sisi hatukuhusika kwa kwa hayo maneno, kwa sababu kijana alitoka kwa jela. Sisi hatukuhusika chochote na yeye, lakini sasa wanachoma nyumba yetu, wanasema sisi ndio tuliua kijana. Hii chambo wakati linapoingia, mama alishughulika sana kujua hii chambo vile linakuja, kisurulisho gani litaweza kuwa, akapeleka mtoto hospitali mpaka akamaliza. Ndipo sasa hilo chanzo ndio ilianzia hapo. Sasa hiyo watu hawataki mimi bwana yangu nyumbani, ninashindwa, ninaenda wapi? Serikali yetu kwa maana hapo wanataka kupunguza mimi. Uh, tunakubaliana kuanzia wakati huu tujaribu kuongea na wananchi ili waweze kuhifadhi amani, kwa sababu ndiyo Filip ambaye alituacha ashaondoka, na serikali inafanya chochote kile kinawezekana ili kuweza kuleta uh, wale ambao wanahusika na hiyo maneno. Unasikiliza uh, 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha muhtasari awamu ya saa sita. Awamu ya saa saba ndarejea na habari kiukamilifu. Mimi ni Collins Imito, unaendelea kusikiliza saka saka. Huo ni wa mwisho wa muktasari wa habari za Busia Boda FM.